Kabla ya kuomba, hebu nizungumzie kuhusu mada ya sala ya leo: kuimarisha ndoa. Ndoa ni moja ya za zawadi nzuri zaidi za Mungu, kifungo kitakatifu ambacho wawili wanakutana ili kupendana, kusaidiana na kukua pamoja. Hata hivyo, kama ilivyo kwa uhusiano mwingine wowote, ndoa inakutana na changamoto zake. Inahitaji juhudi za makusudi, vitendo vya kila siku vya upendo na kutegemea Mungu ili iendelee kuwa imara na kustawi. Iwe ndoa yako inapitia msimu wa furaha au inakutana na changamoto, leo ni wakati wa kumwalika Mungu ili kuimarisha na kufufua umoja huo mtakatifu. Biblia inatupa hekima isiyoharibika kuhusu ndoa. Katika Waefeso sura ya tano mstari wa thelathini na tatu Paulo anaandika, kila mmoja wenu na ampende mkewe kama nafsi yake mwenyewe na mke anapaswa kumheshimu mumewe. Andiko hili linatufundisha kwamba upendo na heshima ni msingi wa ndoa yenye afya. Upendo si tu kihisia, bali kama tendo: kuamua kutumika, kujali na kusamehe. Heshima si tu kwa maneno, bali kwa mtazamo: kuinua kila mmoja kwa kuthamini na heshima. Changamoto katika ndoa ni jambo lis lisiloweza kuepukika Shinikizo la maisha yetu, hofu za kifedha, kutokuelewana, matarajio yasiyotimizwa, au hata mapambano binafsi yanaweza kuathiri uhusiano. Hizi ni nyakati zinazoweza kusababisha mgawanyiko au kuwa fursa za kuungana zaidi na kukua, kutegemea jinsi mnavyoshughulikia. Mungu anatuita kueleza ndoa sio kwa roho ya ukosaji bali kwa unyenyekevu, uvumilivu na neema, tukionyesha upendo wake kwetu. Chukua muda kutafakari. Je, kumekuwepo na nyakati ambapo kuto kuelewana na mvutano wa kila siku kumekuwa kikwazo kati yako na mkeo au mumeo? Je, unataka kuwasha tena moto wa upendo, kujenga tena imani iliyovunjika au kuimarisha kifungo chenu? Mungu anaona matamanio ya moyo wako na anataka kusaidia. Tunapomwalika katika ndoa yetu, yeye anatupa hekima, amani na nguvu za kudumu pamoja. Fikiria ndoa ambapo upendo unakwenda bure, mawasiliano ni wazi na msamaha unatolewa kwa urahisi kama vile Mungu alivyotusamehe. Hii ni kuhusu kuwa na uhusiano kamili, bali tu ni kuhusu kutafuta maono ya Mungu kwa ndoa, umoja ambapo washirika wote wanakuwa karibu na kila mmoja, huku akijitahidi kumkaribia yeye, Baba wa mbinguni. Tunakuja mbele zako leo, tukileta ndoa mbele ya huduma yako ya upendo Bwana, tunakubali kwamba ndoa si rahisi kila wakati, lakini tunakushukuru kwa ahadi yako kutembea nasi kupita kila msimu. Baba, tunaomba baraka zako juu ya ndoa yetu. Imarisha msingi wa upendo na heshima unaoshikilia pamoja. Mahali ambapo kumekuwepo na maumivu, leta uponyaji mahali ambapo kumekuwepo na umbali leta ukaribu. Mahali ambapo kumekuwepo na kutokuelewana leta wazi na amani. Tufundishe kuwasiliana kwa upole, kusikilizana kwa mioyo ya wazi. Tusaidie kuweka mahitaji ya kila mmoja wetu mbele yetu kama vile Yesu alivyonyenyekea kujitolea kwa wengine. Bwana, tunakushukuru. Nyakati tulipoanguka katika ndoa zetu, tunasamehewa kwa nyakati za kuto kuvumilia hasira au kupuuza. Tunasamehewa kwa kuto kuwa na mapenzi tunayostahili kuwa. Fufua mioyo yetu na utufundishe kupenda kwa kujitolea kama vile unavyotupenda bila masharti, bila mipaka. Baba, tunaomba umoja katika ndoa yetu, tuwe na nia moja na roho moja, tukifanya kazi pamoja kumtukuza wewe katika yote tunayofanya. Wakati changamoto zinapojitokeza, tukufanye kumbuka kutegemea nguvu zako. Tutie moyo kukutana na magumu pamoja, tukijua kwamba nguvu zako zitakamilika katika udhaifu wetu. Pia tunaomba ulinzi juu ya ndoa yetu, tulinde kutokana na nguvu zinazotafuta kutengana au kutuharibu. Linda mioyo yetu na akili zetu kutokana na majaribu ambayo yanaweza kutuvuta mbali na kila mmoja au kutoka kwetu tusaidie kusimama imara katika ahadi yetu ya kupenda kuheshimu na kuthamini kila mmoja wetu siku zote za maisha yetu. Bwana, naomba ndoa yetu iwe ushuhuda wa neema yako na uaminifu. Tumia uhusiano wetu kuonyesha upendo wako kwa dunia. Tufundishe kutumika kwa furaha kwa kila mmoja wetu na kujenga nyumba iliyojaa amani, shukurani na uwepo wako. Tunaweka ndoa yetu mikononi mwako tukiamini kwamba utatuongoza utatuimarisha na kutubariki tunapotembea katika safari hii pamoja. Asante kwa uaminifu wako, na tutukuze wewe katika yote tutakayoyafanya kama mume na mke. Kwa jina la Yesu tunaomba, amina.